Karibu tena mtazamaji wa Mwananchi Digital katika mwendelezo wa stori mbali mbalimbali katika anga la kimataifa hususan katika siasa za kimataifa, na taarifa ambayo tumeipata hivi punde ni kuhusiana na mzozo ambao unaendelea nchini Russia dhidi ya Ukraine ambapo inasema mashambulizi yaliyotekelezwa na Russia nchini Ukraine yamesababisha vifo vya watu 19 huku makumi wakijeruhiwa na kupatiwa matibabu hospitalini. Miongoni mwao ni waliojeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Russia katika jiji la Kyiv nchini Ukraine pamoja na kusini mwa Ukraine, baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuikosoa Marekani kwa kuitikia kwa udhaifu shambulio lililoua watu 19 katika mji wake wa kuzaliwa wa Kivri, wakiwemo watoto tisa. Shirika la Habari la Associated Press limeripoti leo Jumapili Aprili 6, 2025 kuwa Meya wa Jiji la Kyiv, Vitali Klitschko, amesema mashambulizi ya anga dhidi ya mji mkuu wa Kyiv mapema siku ya Jumapili yalisababisha moto katika majengo yasiyo na makazi katika wilaya tatu na kujeruhi watu watatu. Kwa upande mwingine, Vitali Kimu ambaye ni gavana wa mkoa wa Mykolaiv kusini mwa Ukraine alisema Russia ilirusha kombora majira ya saa 4 usiku siku ya Jumamosi na kusababisha uharibifu wa nyumba kadhaa na kuwajeruhi watu wanne. Nchi nzima iliwekwa chini ya tahadhari ya anga kuanzia saa nne usiku baada ya jeshi la anga la Ukraine kutoa onyo ya shambulio, ikiwa ni pamoja na maeneo ya mpakani na Poland, jambo lililosababisha mwanachama huyo wa NATO kurusha ndege angani kwa ajili ya usalama wa anga. Jeshi la Poland lilisema jeshi lake pamoja na jeshi ya washirika walipanda anga kutokana na shughuli nyingi za anga ndefu za shirikisho la Russia upande wa magharibi mwa Ukraine. Huko mifumo ya ulinzi wa anga ya ardhini ikiwa kwenye hali ya tahadhari ya kiwango kikubwa. nanuko hatua zilizochukuliwa zinalenga kuhakikisha usalama katika maeneo ya mipakani yanayokabiliwa na hatari zaidi, imesema taarifa hiyo ya jeshi la Poland. Jeshi la anga la Ukraine lilisema siku ya Jumapili kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga ilidungua makombora 13 kati ya 23 na droni 40 kati ya 109 zilizoanzishwa na Russia katika shambulio hilo la usiku. Liliongeza kuwa droni 53 zilipotea, likimaanisha jeshi la Ukraine lilitumia mbinu za kivita za kielektroniki kuzielekeza droni hizo mahala pengine. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema droni 11 za Ukraine zilidunguliwa usiku kucha katika maeneo ya Kurski, Belgorod na Rostov nchini humo. Ijumaa, shambulio la Russia katika mji wa Kiveri liliua takriban watu 19, wakiwemo watoto wadogo hadi wa miaka mitatu, ambapo kombora la Russia lilipiga eneo la makazi karibu na uwanja wa michezo katika mji wa kati wa Ukraine katika taarifa ya hisia kali kwenye mitandao ya kijamii Zelensky alitaja majina ya watoto tisa waliouawa katika shambulio hilo kwenye mji wake wa kuzaliwa huku akikosoa ubalozi wa Marekani kwa kile alichokiita taifa dhaifu. Balozi wa Marekani Bridget Brink alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa X siku ya Ijumaa akisema kuwa ametishwa na shambulio hilo, bila kuitaja Russia kama mshambuliaji, na nukuu, kwa bahati mbaya mwitikio wa ubalozi wa Marekani umekuwa wa kushangaza kwa njia isiyopendeza Taifa taifa lenye nguvu, watu wenye nguvu, lakini majibu dhaifu kama haya, alisema Zelensky, mwisho wa kunukuu. Olexandra Vikul, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kivili, alisema siku tatu za maombolezo zimetangazwa kuanzia Aprili saba mwaka huu. Mashambulizi hayo yamekuja wakati rais wa Marekani Donald Trump anajaribu kusukuma pendekezo la kusitishwa kwa mapigano katika sehemu ya kati ya Russia na Ukraine, zaidi ya miaka mitatu tangu Russia ianze uvamizi wake mkubwa nchini Ukraine. Zelensky alisema shambulizi dhidi ya Kyiv linaonyesha kuwa Russia haina nia yoyote ya kurejesha amani katika eneo hilo. Tangu itangaze kuanza uvamizi wake nchini Ukraine, Russia imeyatoa maeneo ya, ya mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, Pokrovsk na Krimia iliyochukuliwa na Russia kutoka mikononi mwa Ukraine tangu mwaka 2014. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.